sana hata kwa watumishi wa Mungu. Kuna watumishi wa Mungu wanaongoza katika makanisa, wana baba zao wa kiroho mm. Waumini wanatoa sadaka, lakini na wao wanatakiwa watoe mafungu ya kumi. Lakini wao wanapotolewa waumini wanapo, wanapotoa sadaka mafungu ya kumi, dhabihu zote ni za kwake, wanasahau kutoa mafungu ya kumi kwa baba zao wa kiroho. Oh, oh. Na hiyo ni changamoto kubwa yani, ni changamoto kubwa kwa watu wengi sana, na ni kweli hiyo naweza ikampelekea kurudi nyuma kwenye mafanikio yake, unaona. yes, mtazamaji, kama unafumlia chaneli yako, hapa ni Mbeya City Church TV. Uh, tukiwa tunaendelea na mada yetu Aa, lakini vile vile pia tunakuwa na ibada zetu kila siku au kila siku za Jumapili na Alhamisi. Yes. Yeah, na Jumapili unaweza kufika hapa mida ya saa nne kamili asubuhi mpaka saa saba mchana na lakini kwa siku ya Alhamisi unafika hapa saa kumi kamili jioni mpaka saa kumi na mbili jioni. Eh, tunawabudu wote na mambo yanazidi ya kuwa mazuri kweli. Eh, na mpenzi mtazamaji wetu wa MCC TV, tukushukuru sana. Muda nao ni mali, tunatamani tuna tungeendelea kuwa pamoja nanyi, lakini naona tuhitimishe, kwa sababu muda nao umetutupa mkono kidogo. Lakini tukushukuru sana kuwa pamoja nasi kwenye hiki kipindi chetu, lakini pia usikose kufuatilia, usikose kutuangalia tena kwenye kipindi kingine siku ya Jumapili, karibu sana sana sana na nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami asante. Na ulikuwa nami upendo Fidelis pamoja na Mobiliza TV. Bye. Bye.